A ni kwamba sasa tu ni kutoa wito kwa kwa guarantors wanaitwa wadhamini. Unajua, mtu akiomba mkopo unakuwa na mdhamini, kama nyinyi, kuna watu ndio waomba mkopo. Yule mtu anayemdhamini mtu kukopa ana wajibu mkubwa sana. Sasa kama kama awafahamu, labda pia tuchukue fursa hii kuwakumbusha ni kwamba ukimdhamini mtu kukopa, una wajibu wa aina zifuatazo. Moja ni kuisaidia bodi ya mikopo kuwafahamisha anapopatikana mtu yule, mara tu anapomaliza na anapokuwa amefikia wakati wa kulipa. Huo ni wajibu wako, na in fact una pia wajibu wa kuhakikisha kwamba yule mtu uliyemdhamini anarejesha. Huwezi kumdhamini mtu halafu ukamwacha tu, ujui kama anarejesha, kwa sababu inapokuwa yule mtu aliyekopa harejeshi na hapatikani, mdhamini wa yule mtu mkopaji, yeye anawajibika kumtafuta, kumleta sisi tukampata na akarejesha mkopo wetu. Asipopatikana yule mdhamini kisheria anawajibika kumlipia mkopo yule mwanafunzi mkopaji. Sasa ndio maana tunawaomba na kuwakumbusha walio wadhamini wanafunzi kukopa, moja, lazima ufahamu kama mwanafunzi uliyemdhamini anarejesha, na kama rejeshi ni lazima uhakikishe kwamba taarifa zake unazifikisha kwenye mikopo. Na kusema kweli, kama mtu uliyemdhamini hajafariki dunia, yuko hai, hujamleta, maanake ni kwamba unachukua wajibu ule wa kuhakikisha kwamba anarudi ili aweze kurejesha fedha zetu. Na kusema kweli, eh, tumedhamiria sana kuhakikisha kwamba kila aliyekopa na hajafariki dunia, hii pesa lazima irejeshe, popote pale atakapokuwa, hii pesa itarejeshwa. Asipopatikana yeye, mdhamini wake tutasaidiana naye kumpata ili aweze kurejesha ile fedha aliyokopa. Kwa hiyo kwa ufupi, tutakuwa na taarifa hapa. Hayo ni baadhi ya machache ambayo tulipenda kuzungumza na nyinyi kwa siku ya leo.